Suzi Bale, moja kati ya wadada mahiri kabisa, e, amekuwa e, katika hekaheka nyingi za kuyaishi maisha haya huku kwetu uswahilini. Aniambie, hali ya mikopo huku ipo? Kama ipo, inapatikana kiurahisi? wananufaika nayo? Wanaitumia, wana kwenye nini mikopo hiyo? Je, taratibu wanazifahamu za kuweza kupata uh, kilichokuwa sahihi

Unapokuja usogee, unapotaka, mimi ninapopenda, unapokuja, tuna ugomvi, tunarushiana maneno, sogee karibu huku. Zipo zile dasisi <laughs> nasasha <laughs> unapozungumzia mwananyamala kwa pakabana, maana umezungumzia mkopo tafadhali. <laughs> <laughs> Hayo ndo maisha yetu ya mwananyamala mm -hmm. Fanya kama ulikuwepo au fanya kama unaona kuna mm -hmm. Kausha damu moja. Mm -hmm. Kuna asa mm -hmm. Kuna shukuria dela <laughs> kuna shikilia dela ndio, kuna mkopo fast, yani ile wa hapo kwa papo fast, hiyo yani siku hiyo hiyo na mkopo unachukua. mm. Iyo, na aje, una, una mkopo fast hiyo unapatikanaje na unaulipaje huo mkopo fast? Ni mkopo wa papo kwa papo, ukienda tu na mzamini wako pale, mm. unapewa tu kile kidaktari chao mm. Yaani hawakupi kidaftari wao mm. ule mcha, ule, ule, zile, zile nani uzao zile hawakupi. Mm. uwe pale tu unasoma na una utaandika, mi nachukua elfu hamsini, lakini taandika thamani ya vitu vyangu vya ndani, ndio nilipoandika kitanda, nilipoandika dressing table, nilipoandika kabati elfu hamsini akumbuka, ina maana pale kama sijarudisha kwa wakati kabati kitanda vyao. Na sasa hivi pia kuna mkopo mpya, simu yako laini yangu simu ya kwako sasa pale mnapokopa pale, Suzi, uwaga mnapewa mikataba, labda katika hizo taasisi zinazokopesha, na huwa mnausoma ule mkataba? Ili mkataba hatujawahi kukopa, na wote wakopaji mkataba hatuna, wala hawana. Kuna mambo kadhaa wakati unaenda kukopa, lazima uyazingatie, ili usiingie kwenye kuchukuliwa vitu, usiingie katika heka heka. La kwanza kabla ya yote, unaenda kuchukua mkopo kwa ajili ya nini? Kwanza omba ule mkataba usome na kuuelewa, la kwanza. Cha pili, kabla ya kusaini huo mkataba hakikisha kwa dhati kabisa umeingia kwenye tovuti ya BOT, iwe wewe unaweza kuingia kwenye tovuti, iwe mwanao, iwe jirani, mwambie bwana, kampuni hii inaitwa Zembwela Microfinance, hebu niangalizie hapo kwenye tovuti ya BOT wamesajiliwa hawa, umenielewa? Kwa hiyo ukishaingia kokote pale, unapoenda kabla ya kwenda ingia kwenye www.bot.co.tz. <laughs> Baada ya kusaini ule mkataba wa mkopo, iwe laki laki mbili, mwambie yule nataka nitoe kopi, nibaki na kopi bimana. Ikitokea kuto kuelewana wewe na yeye, unao ushahidi wa kile mlichoingia makubaliano. Sasa umesoma, umesaini, una kopi. Umezurumiwa unajua pa kwenda, sipajui. asant <laughs> Ukizurumiwa Suzana, unaenda benki kuu Benki Kuu ile ya mtu yoyote anaingia, asikutishe mtu oh, pale yanatuza mabilioni ya nchi. Mtu yoyote aendi, utanifanya nini? Ndo sha kuzurumu sasa. hey, si umeshindwa kurudisha marejesho, tunachukua nyumba nzima. Mwambie asante, chukua, chukua. Unaondoka na mkataba wako mpaka BOT. Ukifika BOT pale, umkute askari ana bunduki, mama, wakute wamejaa pale wafanyakazi na masuti, waambie neno hili, jamani, mkataba wangu huu hapa. Nataka kuwaona dawati nishazurumiwa, Fati. Ukifika kwenye dawati Suzana, kwa sababu ile taasisi wewe ulishasoma kule na umekuta imesajiliwa kwenye www.bot.co.tz na mkataba uliosoma na umesaini na kopi unayo Di. BOT ukiwapa kopi yako ya mkataba wanapo pakuanzia. Sina jipya. Elimu ni hiyo eh. Utachagua wewe upulize ili ipoe, upulize ili zime ama upulize ili iwake. Benki Kuu, mmeweza na mmeweza tena. Kweli, mmeweza na mmeweza tena. Tulikuwa hatujui tunaanzia wapi, tunaishia wapi. Benki Kuu tuko pamoja na nyie.